Kwangu mimi, Raila hakuwa tu mwandani wa kisiasa, bali alikuwa sehemu muhimu iliyobainisha safari yangu mwenyewe katika utumishi wa umma na maishani. Mimi na Raila tulikuwa kama nahodha katika mikondo inayopingana, tukipanga njia tofauti kwa taifa ambalo sote tulilipenda. Wakati fulani katika safari hiyo, tulikuwa wapinzani wakubwa wa kisiasa, na mara nyingi, uzito wa ushindani huo ulihisiwa kuwa mkubwa sana. Baba, kama tulivyomwita kwa upendo, alikuwa mtu aliyekufanya unoe mawazo yako mwenyewe bila kukulazimisha kutetea misimamo yako kwa nguvu na shauku kubwa. Hata hivyo, katika miaka ya hivi karibuni, uhusiano mwingine tofauti ulijengeka kati yetu. Huu ulikuwa uhusiano uliojengwa juu ya heshima ya dhati, uzalendo wa pamoja, na hamu ya kuona Kenya ikiwa nchi moja iliyoungana. Nafasi yake haitajazwa kwa urahisi, na urithi wake katika kuunda mjadala wa kisiasa na demokrasia ya Kenya utaendelea kuishi. Makiwa kwa mkewe Ida, jamaa, ndugu na marafiki pamoja na Wakenya wote kwa ujumla, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alisema. Kwa habari zaidi usikose kutufuatilia. Hii ni Swahili Time Dunia Darubini.